Ni kwa nini mataifa ya Kiarabu yanashindwa kuisaidia Palestina toka mwaka 1948 mpaka leo? Ni kwa nini mataifa ya Kiarabu yanasikiliza sana nchi za Magharibi kama Marekani na washirika wake wa Ulaya Magharibi na kushindwa kuwa na sauti juu ya Palestina mpaka leo? Hili ni swali ambalo wengi wanajiuliza na mimi niko hapa kwa ajili ya kukufafanulia kwa urefu zaidi. Jina langu ni Rachel Robin na hii ni Rachel Robin Online TV. Usisahau kusubscribe hapo chini ili uwe wa kwanza kupata chambuzi zangu kama hizi. Haya mataifa ya Kiarabu zamani yalitawaliwa na Mturuki, imaya Ottoman ya Uturuki, na walichokana na Mturuki. Kila mtu hua anamchoka mkoloni wake, kwa hiyo walichokana na Mturuki, hasa ukiangalia Mturuki si Mwarabu mwenzao. Hii ikafanya kwamba ilipofika vita kuu ya kwanza ya dunia, haya mataifa yakaamua kuungana na Mwingereza ili kuweza kumtoa Mturuki katika ardhi zao, wakiamini baada ya Mturuki kutoka watakuwa huru. Mturuki alipotoka, mwingereza akageuka kuwa mkoloni wao kwenye mataifa mengi ya kiarabu. Na baada ya hapo, hata baadaye yalipopata uhuru, haya mataifa yakawa yanaendelea kuwa na connection ya mwingereza, lakini pia na washirika sasa wa mwingereza kama wafaransa pamoja na wamarekani. Sasa hapo kwa wameshaibuka nao kuwa superpowers. Kwa hiyo sasa, moja ya vitu ambavyo sasa haya mataifa ya kiarabu walikuwa wanashida nayo sana ni ulinzi kutokana na kwamba hizi ni himaya na katika himaya kuna kusalitiana sana, kwa unaweza kukuta hata mtoto wako wa kumzaa akakusalita akakutoa kwenye kiti cha ufalme ili akae yeye. Lakini pia unakuta kuna makundi mengine yanaweza kutoa hiyo familia, wanachoka kutawaliwa na familia moja kwa muda mrefu, wanataka kuitoa ili waingie wao. Kwa hiyo hakuna usalama sasa. Ili wapate usalama, ni lazima waji wakae karibu na nchi ambazo zinakuwa zina nguvu kijeshi ili waweze kulindwa, kulindwa. Kwa hiyo na nchi zenye nguvu kijeshi ni nchi kama hizo za Ulaya magharibi pamoja na Marekani na Warusi, lakini Warusi hakuwa koloni wao. Kwa hiyo, watu ambao wakawa na access ya ukaribu nao ndio ndo Waingereza, Wafaransa, lakini pia na Wamarekani kwa sababu Wamarekani ni washirika wakuu wa Uingereza. Kwa hiyo Waingereza wakajenga kambi katika hizi imaa zao na wakatengeneza pia, kuna baadhi ya imaa zimewekwa, mfano kama imaa ya Jordan ile iliwekwa imetengenezwa na Mwingereza yaani, Mwingereza ndo alimteua mfalme wa Jordan umeona? Baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia alimweka pale na ndio hiyo familia inatawala mpaka leo. Kwa hiyo huwezi kumwambia e, himaya ya Jordan imbishie kitu Mwingereza, haiwezekani kwa sababu ni himaya yu iliyowekwa yu na Mwingereza. Iraq nako kuliwekwa himaya na Mwingereza lakini baadaye wairaki walikuja wakaipindua. Umeona? Kwa hiyo hivyo Egypt nako uliwekwa utawala wa Mwingereza, baadaye ulikuja kupinduliwa. Kwa hiyo lakini, kumebaki sasa huku kwingine kuna mahusiano sana na hizi nchi Umeona? Mfano sasa hivi Egypt imerudishwa iko mikononi mwa Marekani. Lakini pia kuna Saudi Arabia wanahitaji himaya, I mean wanahitaji Wamarekani wa walinde, walinde himaya yao. Ulinzi wa Marekani pekee ndio wanaoamini, na hii ilifanya hata Saudi Arabia wakaweza kuifanya dola ikawa ni pesa yenye nguvu sana duniani. Kwa msiofahamu zamani, dola haikuwa na nguvu kama ilio walionao sasa hivi. Pesa ya ya Marekani zamani ilikuwa inathaminishwa na dhahabu, lakini baadaye wakaona kwamba isithaminishwe tena na dhahabu. Kilichofanyika ni kwamba Saudi Arabia tayari walikuwa ni uzalishaji namba moja wa mafuta duniani tayari kumegundulika kuna mafuta mengi, unazalisha mafuta mengi sana duniani, na mafuta yakawa ndo bidhaa ya thamani kuliko bidhaa zote duniani. Sasa yani, hata hiyo dhahabu haifikii. Mafuta yakawa yanahitajika katika kila kitu, kwa hiyo yakawa yana thamani kuliko bidhaa zote, kama ilivyo sasa hivi. Kilichofanyika ni kwamba kiongozi wa Marekani miaka ya sabini alienda kuongea na mfalme wa Saudi Arabia kwamba akubali kuwauzia watu duniani kote mafuta kwa kutumia dola tu. Yani, as, akatae pesa nyingine zote, akubali dola tu, kwa mfano, Let's say sisi tukienda na shilingi tunataka tununue mafuta Saudi Arabia, hawezi kukubali atataka dola. Kwa hiyo Saudi akakubali hilo dili, akakubali yeye atakuwa anauza mafuta duniani kote kwa dola, alafu Marekani wakamwahidi kwamba ukifanya hivyo na sisi tutailinda himaya yako, kwa hiyo himaya ya kina Saudi inalindwa na wa Marekani sababu wakina Saudi wanauza mafuta duniani kote kwa dola. Wao ndo wazalishaji wa mafuta namba moja duniani. Wakiuza mafuta kwa dola peke yake, yasipokee pesa nyingine, maana yake ni kwamba dola ndo itazunguka kuliko pesa zote duniani, kwa hiyo itakuwa na nguvu kuliko pesa zote duniani. Na hapo ndipo nguvu ya dola inaposimamia. Umeona? Lakini haimaanishi kwamba ina thamani kubwa, kuna pesa ambazo zimezidi thamani dola. Kuna hata Ukilinganisha euro na dola, euro ni pesa za Kiarabu zenyewe, nyingine ziko juu zaidi ya dola, lakini dola ndio ina nguvu, kwa sababu ndio inayozunguka katika biashara, hasa hasa katika bidhaa yenye thamani kuliko ya zote duniani, ambayo ni mafuta. Kwa hiyo nchi nyingi zinahitaji, kila nchi zinahitaji mafuta na wananunua kwa dola. Kwa hiyo mwisho wa siku, nchi nyingi akiba zao za pesa za kigeni, foreign reserve, wakajikuta ziko katika mfumo wa dola, na hapo ndipo dola ilipopata nguvu kwa hiyo kwa dili kama hilo, ni wazi kabisa Saudi Arabia watakuwa na watakuwa wako loyo zaidi kwa Marekani kuliko kwa wenzao kama Wapalestina na wengineo. Umeona, kwa hiyo hivi ndivyo kwa ilivyo. Kwa hiyo kuna nchi nyingine ya Katar, pale ndo Marekani kaweka kambi kubwa sana ya jeshi pia. Kwa hiyo hizi nchi zina wanajeshi wa Marekani ndani ya ardhi zao maanaake ni kwamba na Waingereza mona wa Faransa wako ni ardhi zao, maanake ni kwamba ikitokea wakagombana, wanajeshi wa hizi nchi kubwa hawahitaji kutoka sehemu yoyote kuja kuwavamia. Maanake ni kwamba pale pale humo ndani, kwa sababu wapo ni watashika tu silaha na kuanza kugeukiana. Kwa hiyo, huwezi kuvimba kumvimbia mtu ambaye tayari yuko ndani ya ardhi yako na mitutu ya bunduki na kila aina ya teknolojia za kijeshi. Kwa hivi ndivyo ilivyo. Kwa hiyo hapo swala ni kwamba hizi himaya zinahitaji hawa wa wa wazungu wawalinde, hawa wazungu wanalinda himaya za Kiarabu na hapo ndipo Irani walipoibukia sasa na kutaka kuchukua heshima ili kuweza kuwa kama kinara wa kuprotect dini yao ya Kiislamu pale mashariki ya kati. Kivipi? serikali ya Irani iliyoko sasa madarakani iliingia mwaka elfu moja mia tisa sabini na tisa na ilipoingia madarakani, moja kwa moja waijitangaza wao watakuwa ni serikali ya Kiislamu, lakini pia wakaanza kufanya vitu ambavyo sasa uh, vikawa kwa waislamu wenzao ni vinaonekana kabisa kwamba wanapigania maslahi ya dini. Kwa hiyo wakawa wanataka kuwa kama maprotekta wa dini ya Kiislamu pale mashariki ya kati, kwakuwa wakawa wanaona kabisa kwamba hao wengine wameshindwa, wamegeuka kuwa chini ya mikono ya nchi za magharibi, ambao ni watu wenye dini tofauti. Kwa hiyo Iran sasa ndio pale alipoanza kubishana sana na Saudi Arabia na kuanza uadui na Saudi Arabia. Kwa nini Saudi Arabia? Kwa sababu Irani alikuwa anaona Saudi Arabia kama haifanyi uh, haipiganii dini yake kama inavyotakiwa, na hasa hasa na hasa hasa hasa, -hasa ikizingatiwa Makka ile ambayo ni sehemu muhimu kwa Waislamu iko Saudi Arabia. Kwa hiyo Irani akawa anaona kwamba kwa nini ile Makka inalindwa na watu ambao si wa dini yao? Umeona, inalindwa na Wamarekani inalindwa na Wafaransa. Kwa nini maka ilindwe na majeshi kutoka nchi za magharibi, watu ambao si dini yao? Kwa nini maka ilindwe na mitutu ya bunduki? Yani vitu kama hivyo, umeona. Kwa hiyo Iran wakawa wanabishania hapo na Saudi Arabia, kwa Saudi Arabia alikuwa anataka kusimama kama yeye ndo, um, yani msimamizi wa waislam pale mashariki ya kati kwa sababu kuna maka katika ardhi yake, na Irani akasema, haustahili maka hata haikustahili kuwa kwenye ardhi yako kwa sababu unaoyafanya ni kinyume na uh, dini inavyotaka au maka inavyotaka umeona. Kwa hiyo wakawa wanazozana hapo, na katika mzozano huo sasa, haya mataifa ya magharibi, Marekani na washirika wake, pia wakawa wamepata chansi. Irani wana dhehebu tofauti, ni Washia alafu hao wengine aizi imani nyingine za Kiarabu ni Wasuni. Kwa hiyo nchi za magharibi pale zikapata chansi ya kuwagombanisha wao kwa wao kupitia madhehebu. Kwa hiyo wanachokifanya, wanaziunganisha zile himaya za Kiarabu zenye dhehebu la Sunni wanaziunganisha na Israeli, alafu ili zote ziweze kuwa against Iran. Na wanakubali kirahisi, kwa sababu Iran ni dhehebu la Shia, na Iran anajaribu kusimama kuwa mtetezi mkubwa wa Palestina, japo wa Palestina ni wa Sunni, sio watu wa dhehebu lake, lakini Iran anachotaka kuonyesha ni kwamba yeye atatetea wale Waislamu wote wa pale pasipo kuangalia udhehebu wanajaribu kuwa mtetezi mkubwa wa Wapalestina na anajaribu kuwasapoti wale Hamas, japo Hamas ni wasuni. Kwa hiyo kwa wale Hamas kusapotiwa na Iran, haya mataifa ya Kiarabu yanayosapotiwa na Marekani na washirika wake wanawaona Hamas pia ni maadui, kwa sababu wako na Iran ambao ni washia. Kwa hiyo huo ndo mkanganyiko, na hivi ndivyo haya mataifa ya Magharibi yanapopata nafasi ya kuendelea kuyatumia uh, uh, hizi imani za Kiarabu kupitia udheebu na kuwagombanisha wao na Irani kupitia udhehebu na kugombanisha na Israeli na hii inamkandamiza zaidi Palestina usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata chambuzi kama